Wanasinza hususan ninayezungumza wana e. Nanyi sasa naitwa Rafael Awino, nimekuwa diwani katika kata hii ya Sinza kwa miaka mitano, yani elfu mbili na ishirini mpaka elfu mbili na ishirini na tano Nawashukuruni na na na sana. Nakuja mbele zenu leo nikiomba ridhaa ya udiwani katika kata yetu ya Sinza kwa miaka mitano ijayo napata ujasiri wa kurudi kwenu kutokana na kazi kubwa na maendeleo tuliyofanya katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Nilipoingia madarakani, nilikuta hali duni katika hospitali yetu ya Palestina. Mimi diwani Awino nikishirikiana na Kitila Mkumbo katika hospitali yetu ya Sinza Palestina. Yo. Leo hii hospitali yetu ina adhi ya hospitali ya wilaya ina huduma bora leo kuliko ilivyokuwa jana. Sisi moye. Yo.